Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu yangu muislam na mpenzi katika imani, kokote pale ulipo juu ya mgongo wa ardhi, amani ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala iwe juu yako na rehma zake na baraka zake. Ndugu yangu mpenzi muislam na mpenzi katika imani, leo na kusudia kukufunza moja katika jambo adhim, moja katika jambo zito litakalo kusaidia hapa duniani na kesho akhira. Jambo hili ninalokwenda kukufunza litakupa chochote cha heri unachokitaka hapa duniani na kesho, litakupa firdausi ala biidhni rabbil alamin. Hapa ninakusudia ewe ndugu yangu mwenye mitihani, ewe ndugu yangu mwenye matatizo, ewe ndugu yangu mwenye mashakil kila kona, ewe ndugu yangu mwenye balaa, kila aina ya balaa imebebeka juu yako, unalo shika haliendi, unalolifanya haliwi. Umejitahidi kwa kiasi kikubwa sana eh, kufanya mambo mbalimbali ili kuweza kujikwamua juu ya changamoto mbalimbali unazozipitia, lakini bado Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala hajakukubalia. Je, swali la laku, kujiuliza watu wengi wanafanya adhkar, watu wengi wanamsalia Mtume sallallahu alayhi wasallama, watu wengi wanafanya dua mbalimbali mbali lakini wengi tumesikia wakilalamika, Sheikh, dua uliyoitoa mimi tayari nimefanya, tena nimefanya mara kadhaa, lakini bado naona mambo magumu. Mimi usinione hivi, mpaka nimefunga siku kumi na moja, lakini bado mambo yangu ni mazito. Mimi usinione, nimefanya kadha wa kadha wa kadha, lakini bado mambo yangu ni magumu. Sasa pale mtu kufika hatua akakata tamaa, ama hufika hatua akajiona tena, mimi labda si wa kupona maradhi nilikuwa nayo, ama si wa kuondokwa na mitihani inayonisumbua na misukosuko inayo nisumbua. Swali la kujiuliza la msingi, ndugu yangu, naomba ili jiulize wewe na mimi, ninaiuliza nafsi yangu, unapofanya dua kuna Allah alafu kuna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alafu kuna wewe. Sasa unapolalamika kuwa nimefanya dua nimefanya maombi nimefanya kadha nikafanya kadha, lakini bado mambo yangu haijakuwa, naelekea kukata tamaa, nani tumkamate muongo katika katika hizi sehemu tatu? Je, tumwite Allah muongo ametudanganya? wal iyadhu bil billahi min dhalika wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. La, tumwite Mtume Muhammad muongo? wal iyadhu billah. Je, nani muongo baina yako wewe au baina ya mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au Allah subhanahu wa ta'ala? Aljawabu moja kwa moja tunapata, waongo ni sisi wenyewe. Ndugu yangu Muislam, sisi ndio waongo, tunazidanganya nafsi zetu. Kwa nini tunazidanganya nafsi zetu? Unapofanya dua, huenda kuna mambo matatu haya hayakamiliki katika katika ufanyaji wako wa dua. Usipokamilisha haya mambo matatu, dua yako haiwezi kukubaliwa lakini ukiyakamilisha haya mambo matatu dua yako itakubaliwa. Sote tunakubaliana Allah hasemi uongo. Sote tunakubaliana Mtume Muhammad hawezi kusema uongo. Na Allah hana sababu ya kutudanganya wala Mtume Muhammad hana sababu ya kutudanganya. Aliyetuambia waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, ni Allah. Allah ametuambia niombeni, nitakujibuni. wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani, ewe Muhammad, zama watakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, najibu mimi mwenyewe Allah, mimi niko karibu zaidi na, na waja wangu, ninajibu maombi ya mwenye kuomba pale tu wanaponiomba. Je, wewe unapoomba alafu ukupata shida ni ya Allah kweli? Na Allah anaweza kusema kusema uongo? Aljawabu la, msikilize Mtume Muhammad wallahi, na kuwa pia ikamate hii hadithi ya Mtume Muhammad. Kama kuna jambo ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemaliza shida za umma huu, amemaliza matatizo ya watu wa umma huu, amemaliza mitihani ya watu wa umma huu, basi ni hadithi hadithi ya mtume inayosema, alidhu biyadhal jalali wal ikram, enyi waja wangu enyi wafuasi wangu enyi umma wangu, wenye matatizo, wenye dhiki, wenye mitihani, wenye mabalaa, wenye misukosuko, wenye kila aina ya, ya, ya, ya mitihani katika ulimwengu, enyi ambao mnalia kwa mitihani inayowakuta, enyi ambao mnachanganyikiwa, hamjui hata wapi kwa matatizo anayowakuta, msikilizeni mtume wenu nyinyi anachokisema, anasema ng'ang'anieni, nganganieni kumuomba allah kwa jina lake la ya jalali wal ikram ni maneno ya mtume na mtume hawezi kusema uongo vipi wewe uitumie ya jalali wal ikram alafu papo kwa hapo isi kupe majibu jawabu liko wapi jawabu sisi ni waongo tunaidanganya wenyewe na tunaidanganya nafsi zetu wakati unafanya dua unakuwa na yaini kabisa kwamba hii dua ninayemuomba ni allah. unayo lakini ukakosa allahyainiunayoakiniksa subira. Subira una yakini kabisa, ninamuomba ni Allah na Allah ndiye mwenye kutoa. Maskini ya Mungu, subira huna. Umeomba leo umeomba kesho kutu, wewe ni unataka Allah akujibu vile unavyotaka wewe, kwamba leo nimemuomba Mungu kesho nipate. Hata kama Allah atakuchelewesha mwaka mmoja miaka miwili juu ya maombi unayoyafanya hutakiwi kuacha, ndugu Muislam, hutakiwi kuacha eti kwa sababu Allah amechelewa am, am, kukujibu. Wakati mwingine Allah anakuondoshia mazito na magumu ambayo yalikuwa yakupate ndugu yangu, eh, kwa sababu ya dua tu uliyomuomba wewe. Unaomba Allah upate mume, unamuomba Allah upate gari Unamwomba Allah upate nyumba, kumbe Allah anajua hivi vitu kwa sasa ni shari kubwa kabisa kwako wewe maskini. Anakuondoshia balaa iliyokuwa ikukuta, anakupa kitu kingine. Na kuna watu wanafanya maombi, wanafanya dua, Allah anasubiri akawajibu siku ya mwisho siku ya kiyama. Vipi baba yangu wewe uombe dua, yakini ya Allah unayo, subira huna. Inawezekana ukawa unafanya dua, subira unayo. Una. Subira unayo, una. Lakini aliyakinu hauna. Yakini ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala hauna. Sasa ukikosa yakini, dua haiwezi kuzibiwa. Dua haiwezi kujibiwa, dua hawezi kujibu Allah subhanahu wataala, ikiwa unamwomba Mwenyezi Mungu hali ya kuwa yaqini yake Allah subhanahu wataala wewe hauna kwao. Kinachotesa watu ni subira. Cha kwanza tunaomba dua lakini subira zetu ni ndogo. Cha pili ni fi alyaqinu fillah llah yaqini kwa Allah subhanahu wataala, na la tatu linalotushinda ni husni dhan billahi taala, dhana dhana njema kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Wengi tunafanya dua lakini hatumwekei Allah subhanahu wataala dhana zilizokuwa nzuri, dhana iliyokuwa bora, dhana yako. Usidhanie kuwa wakati unamwomba Allah huenda Mungu atanipa ama asikupe. Asikupe kwa nini? Wewe umemkosea nini? Ikiwa Allah aliwapa watu waovu wanamkera wanamwasi usiku na mchana, wewe kwa nini mungu asikupe, baba yangu? Wewe kwa nini Mwenyezi Mungu asikuongozee mambo yako? Wewe kwa nini mungu asikutengenezee mambo yako? Kwa maasi gani uliokuwa nayo? Baadhi ya nyakati huwasikia watu wakisema kwamba mimi nimefanya sana maasi, mimi nimemwasi sana Mwenyezi Mungu, hawezi kunijibu maombi yangu. Msikilize, Allah anasema, innahu la yayas min rauhi llahi illa lqaumi lkafirini, wahakika hali ilivyo hawakati tamaa ila watu waliokufuru. Ukiona unaomba dua unamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alafu mpaka unafika hatua sawa, minakata tamaa hii dua nishaomba muda mrefu, mwaka sasa huu naisha lakini sijapata hicho kitu, huenda sijaandikiwa. Wallahi la adhimu, inakutoa katika Uislamu imani hiyo. Mwislamu hatakiwi kukata tamaa, ndugu yangu. Misukosuko, mitihani, mabalaa unayoyapitia, kaza nafsi yako ndugu yangu, funga vizuri hivi kiuno chako sawa sawa, kaa kwa Allah subhanahu wataala, mwite ya dhal jalali wal ikram. Amka usiku wa manane, Allah anakuja katika wingu wa kwanza, lia naye. Usiangalie lini Mungu atanijibu, usiniangalia wakati gani Mungu atanijibu. We mwachie yeye, amwambie Allah we ndiye mjuzi, sina wa kumlilia isipokuwa wewe. Na hata kama sio wa kunijibu sasa hivi jambo langu la haraka, Allah wewe unajua namna gani utanipitisha katika jambo hili. Alafu sema ya dhal jalali ljalali wal ikram ya dhal jalali wal ikram. Sijapata kuona wallahi aladhim, ndugu zangu, uradi wenye maajabu makubwa katika hii dunia kama ya dhal jalali wal ikram. Ndiyo maana mtume akasema ng'anganieni mnapoomba. Yani ndugu yangu, leo nakupa siri hii ndugu yangu leo ninakupa mmoja katika madili makubwa. Unapoomba dua, baba yangu, usiache kusema ya dhal jalali wal ikram. Ya dhal jalali wal ikram peke yake inaweza ikakufanya ukamaliza shida zako zote, mitihani yako yote. Kama kuna majina ya Mungu ambayo ukimuomba Mwenyezi Mungu kwa majina hayo Allah hana breaki katika kukupa ni ya dhal Jalali wal ikram. Ndio maana mtume akasema ing'ang'anieni kwa magego, yaani kila unapomba ya dhal Jalali wal ikram ya dhal Jalali wal ikram ya dhal Jalali wal ikram. Muislam, muislam kukute pale ulipo duniani. Vipi baba yangu nakata tamaa? Vipi ndugu yangu unarudi nyuma katika maombi ya kumomba Allah subhanahu wa ta'ala? Vipi basi unakata tamaa katika kumomba Allah subhanahu wa ta'ala? Hutaki kukata tamaa mama, kana vyovyote utakavyokuwa umehangaika, umeteseka, umepigika, hakuna kukata tamaa. Unakataje tamaa? Kwa nini ukakata tamaa ndugu yangu muislam? wakati Allah yupo, msikilize. Allah anasema wala dhikrullahi llahi akbaru, kumtaja Mwenyezi Mungu ni katika mambo makubwa na mambo mazito. ala bi dhikrillah tatma'innul lqulub, jamani tambueni kumtaja Allah hizi nyoyo zinatulia. Nyoyo inaumia inalia, nyoyo inateseka kwa matatizo unayopitia Mtaji Allah subhanahu wa ta'ala, mwite ya dhal jalali wal ikram. Amka usiku ndugu yangu, sema na Allah, usiombe chochote shida zako wewe, usiseme lia na Allah, kati unasema, machozi yanakuanguka, sema ya dhal jalali wal ikram, ya dhal jalali wal ikram, utamuona Allah atakachokufanyia ndugu yangu muislam. Kinachotakiwa imani yaqini, subira. Wengi subira inatushinda katika kuvumilia. Yaani Allah amekuweka tumezi sita kuomba dua tayari umekwishaacha. Unajiona mbwa wewe sio kitu tena. Humkomoi mtu babangu. Unajikomoa wewe mwenyewe. Allah hapungukiwi na kitu. Tuendelee kujibembeleza kwake, tujinyenyekeze kwake, tumwekee dhana zilizokuwa bora, tunamwomba so Allah subhanahu wataala atakayotutendea ya ayuhaladhina amanu dhkuru llaha dhikran kathira, enyi mlioamini mtajeni Allah kumtaja kwa wingi. Wasabihuhu bukratan wa aswila, na mtajeni Allah subhanahu wataala asubuhi na jioni. Shida zako dhiki zako, dawa yake ni adhkar ya dhaljalali